Eh, sehemu kubwa ya watu wameogopa kuwa na uthubutu wa kuwa wema kwa sababu ya kila ambacho kiliwapata watu wema. Bibilia, katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 32, inasema mtu asiye haki huongezea mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Na katika kitabu cha Methali sura ya kwanza, Methali sura ya kwanza mstari wa 19 inasema, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Na si tu walionayo, wakati mwingine hata wale wanaojaribu kumwonyesha kwamba hata kama una tamaa vipi ya mali, lakini isiwe kwa njia ya kudhuru mtu mwingine, isiwe njia isiwe kwa njia ya kuonea mtu mwingine na kwamba unaonaje wewe ukifanyiwa hayo unayomfanyia mtu mwingine. Kwa sehemu kubwa, mwenye tamaa ya kupata mali, watu wote hao waona kama hawastahili kuishi, walio na mali ama wanaomzuia asijipatie mali kwa namna yenye dhuruma, kwa namna yenye kuumiza watu wengine. Lakini pia kumwambia mwenye kuishi kwa haki, huwa inakuwa ni kama kuna yani, mwenyemwovu mbaya huona kuna raha fulani anapungukiwa akiona mtu mwingine ni mwenye haki, hasa anayemkataza ubaya. Biblia anasema utafuta njia za kumfisha. Sasa mimi nikujulishe, mm, wengi mnajua kuhusiana na maisha yangu. Katika kitu ambacho nataka ufahamu, mimi sijajuta, sitajuta, sijajuta kuwa mtu mwema kupinga mabaya, sijajuta. Na ni juacho ni kwamba moja ya kitu kinachofanya watu waache kuthubutu kutenda mema ni yale ambayo huwakuta yale ambayo Mungu huyaruhusu. Ni kuambie tu kwamba ukombozi unapita kwa njia kuharibikiwa Mungu aliruhusu mwanaye wa pekee mitume manabii waharibikiwe uhai wao, akiwa anatafuta ukombozi wa kweli kwa binadamu e, tumeharibikiwa kiasi gani? Tutaharibikiwa kiasi gani? Jua tulikuja duniani. Biblia inasema kwa mtu mmoja ulimwengu uliharibika na kwa mtu mmoja ulimwengu ungeweza kurekebika. Siku moja alimsikiliza Bagonza, akasema Yesu alikuja kuondoa hofu ya kifo, hakuja kuondoa kifo, kwamba kwa kuwa yeye amekufa wengine hawatakufa. Alisema kilichokuwepo nyuma, utawala wa Kirumi ulikuwa ukitishia sana watu kifo kila walipotaka kujitetea, kujieleza, kusema jamani, hii sio sawa, walikuwa wanaambiwa tunakuua, walikuwa naambiwa tunakuua. Kwa hiyo watu walikuwa wanakuwa waoga, kwa sababu wanasikia neno tunakuua, tunakuua, tunakuua. Lakini Yesu alikuja kuleta utaratibu mwingine. wakati wanasema eh, imewapasa wengi wafe kwa ajili ya mmoja. Yesu alikuja kuleta utaratibu wa kwamba imempasa mmoja afe kwa ajili ya wengi. Na baada ya utawala ule wakilu, wa, wa, wa, baada ya Yesu, inasemekana utawala wa Kirumu ulipata shida sana kuitawala dunia mpaka walipoamua wakae chini kusema, jamani, nini kifanyike? Kwa sababu tayari watu wengi walikuwa tayari kufa ili hali isiwe hiyo, yaani watu wasizoeshwe dhuruma, maonezi, kwamba ni aina ya maisha kwamba mtu aliye kwenye kacheo, mtu anayetaka cheo, mtu anayetaka mali fulani, yeye yuko huru kukufanyia chochote na ukae kime, watu wengine wote mseme amina, watu wengine wote mseme sawa. Kwa kilitokea kizazi baada ya Yesu, ambacho always uwa watano kwa njia za kikatili, chuna ngozi, pika kwenye pipa la mafuta, bado watu walikuwa wanasema hakuna shida, tutakufa tu, lakini hali hii isibaki hivi, mpaka baadaye ule utawala ulipokuja kujua kwamba e, tukae chini tuone nini kis, kifanyike, kwa sababu sasa watu wameshafika mahala wamefika pa mwisho pa mwisho. Na wakati mwingine nikujulisha tu kwamba sidhani kama kumuua kumtesa mtu wa karibu sana na mtu mwema utamtisha huyo mtu mwema. Zaidi ya yote nadhani unamfanya una au, anaona kwamba sasa sina cha kuokoa, sijui akili nayo kutuma, nadhani kwa sababu Eh, inafika mahala kutesa kuua ni ibada, inageuka kuwa ni ibada. Eh, inageuka, unaona ni njia ya kujionyesha pengine kwa walio juu yako, iza wanakutuma au ni wewe unajituma ili ujionyeshe kwamba nina roho mbaya, kwa kuwa mna shida na wenye roho mbaya. Lakini kitu ambacho nataka nikujulishe ni, ni kwamba watu wema huwa hawaondokagi duniani, hawa hawabadiriki msimamo wao wa wema na kupinga mabaya kwa sababu unawatishia mateso ya watu wao wa karibu ama kifo kwa watu wao wa karibu. E, tunaharibikiwa tukiwa tunatafuta ukombozi wa kweli, lakini hata usipopatikana sehemu kubwa ya mashujaa ni wale ambao hawakuikana hawa nia ya yao ya kweli hawakuikana nia ya yao ya kweli. Ni kweli matukio magumu hufanya watu wengi wanaokuwa karibu na shujaa huo watafute njia mbadala, wamwache peke yake na wamzonge kwamba hata lini utashikamana na utimilifu wako. Lakini shujaa huyo husema kwamba je, tupate mema tu kutoka kwa Mungu na watu sipate na mabaya pia? Njia ya kuokoa imepita katika kupoteza. Tumeharibikiwa kwa njia ya kutaka kuokoa, bado kuweza kuja kupata faraja imepita katika kutokuacha kile tulicho kilichofanya tuharibikiwe wakati tunataka kuokoa. Mungu aliwahi kuwafariji watu ambao hawakupunguza mwendo pale walipoharibikiwa, wakati hawakuwa na kusudi la kuharibu wala hawakuharibu cha mtu, isipokuwa walikuwa na wazuia wabaya waache kufanya mabaya. Kwa hiyo najua kuna ujumbe mwingi ambao tunatumiwa na meseji nyingi ambazo zinatumwa psychologically kukuambia kwamba kuna mateso mengine mengi ya staili nyingi utayapitia kama tu utaendelea kushikamana na msimamo wako. Nikujulishe, hii bibilia iliwahi kusema uwe mwaminifu hata kufa, uwe mwaminifu hata kwa mateso ya aina yoyote. Kwa hiyo kitu ambacho nataka tu nikuthibitishie ni kwamba kuna vitu vingine itakiwa uisome. Unasoma hii Biblia hata kama unajua ni kitabu cha uongo, lakini ni ramani, imewahi kuongoza watu kufikia mafanikio fulani makubwa sana baada ya kuharibiwa sana. Jambo tu nikuhakikishie, hakuna amani kwa wabaya, asema Bwana. Hautapata amani yoyote kwa cheo chochote utakachokipata kwa posho yoyote utakayoipata. Na ujue mpaka mwisho wa maisha yangu nitakuwa nikikwambia, utakapokuwa umekosa amani, ujue umeelekea kuja kupata malipo ambayo kwa namna moja nyingine utakuja kujua. Unajua, unajua, lakini utakuja kujua haukupata faida yoyote ulipotafuta cheo, ulipolinda cheo kwa njia ya kuumiza watu wasio na madhara wasi, wasi, wasio na, na, na, na ubaya. Kubwa nalotaka ufahamu, hawatapungua wataongezeka sana, hawatapungua watu wema. Iliandikwa kwenye Biblia yote unayofanya, ameandikwa kwenye Danieli 11 ya kwamba, na hawa wanaomjua Mungu, watu wema wenye hekima watafundisha wengi. Jipange vyovyote kwa ubaya unaofikiria kufanya juu ya watu wema, na kuhakikishia kama uamini Biblia ilipokukataza mabaya na madhara ya mabaya ambayo yangetokea, amini wema hawatapungua, mioyo yao itawaka. Wale ambao wema wao ulikuwa umejificha wana, wanaonekana ni kama waoga, wanaonekana ni kama wanaponya maisha yao sehemu kubwa, watajikuta wanalipuka bila kujua kinachowalipua ama kuwainua. Tunapokea aina zote za yale ambayo yameonekana ni sehemu, yatakuwa sehemu ya maisha yetu. Ifahamike, watu katika Biblia hii walichunwa ngozi walisurubishwa kichwa chini kichu, miguu juu. Walipikwa kwenye, ma, kwenye lami kwenye mafuta, lakini bado kelele za kwamba dhuluma, uonezi, uharibifu, wanadamu, wacheni kuonea watu wengine ziliendelea. Kwahiyo ujumbe wote unaweza ukawa unatumwa kwa mateso fulani, kwa vifo fulani na kuhakikishia ujumbe huo haujafanikiwa, hautafanikiwa. Naamini nilianza peke yangu sana kupinga mabaya, na karibu kila mhubiri, kila, kila mtu anayejiita mtu wa Mungu, kila mtu anayejiita asari walinisema kwamba nimechanganyikiwa, nahitaji counseling lakini nilikuwa nawambia sana pale nyuma kwamba hivi ninavyopiga kelele wakati nimeumizwa, nime hasa mimi waziwazi, ni vizuri sana wengine wote muinuke kabla mambo yajaharibika. Sehemu kubwa wao alikuwa anasema umechanganyikiwa, unahitaji kanseling, umechanganyikiwa wewe, uh, uh, uh, uh, uh, unaikima, huna hekima, unachanganya dini na siasa. Lakini bila shaka kadri wabaya ambavyo hawakupingwa sawasawa waliendelea kuona ubaya ni njia bora ya kuishi. Wameendelea sana, wameng'ata wengi, wamegusa wengi. Leo hii, bila shaka, mmeona karibu kila anayeweza kupiga kelele, kupinga uwaji, kupinga utekaji, kupinga dhuluma, kupinga uonezi, wengi sasa mmeanza kuona huko ndio kuwa mhubiri na kuwashambulia wote ambao hawasemi chochote juu ya hayo. Halikadhalika, nataka tu nikufahamishe kwamba wataendelea kuongezeka, wataendelea kuongezeka watu ambao watakuwa wanasema hapana. Yote waliosemea mioyoni hapana hapana, yatasema, kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Na kuhakikishia, wakati nitakaokuwa nikiongea, nitakuwa nikikukumbusha haya wakati nitakaokuwa siwezi kuongea. Waswahili wanasema mwogope Mungu au mheshimu Mungu, heshimu na teknolojia cha pili. Hivi vitu vitabaki kuingia kwenye historia. Nikusomee maandiko mawili ya mwisho uweze kujua yaliwahi kuandikwa mambo yanayofanana na haya ambayo pengine yanaonekana kwenye maisha yetu. Biblia anasema katika Ufunuo wa Yohana sura pili mstari wa tisa naijua dhiki yako na umasikini wako, lakini huo utajiri najua, matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo birisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki ya siku kumi. Uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Uwe mwaminifu hata kufa. Dhiki ya siku kumi ya Mungu siyo siku kumi kama siku kumi, wala hapo haijamaanisha tu dhiki ya gerezani. Atawatupa gerezani, lakini pia mtakuwa na dhiki ya siku kumi wahi kusema kutakuweko na dhiki ambayo haijapata kuwako, lakini hata hivyo, kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa. Dhiki itakuwepo, wateule watakuwepo. Dhiki itakuwepo, wenye hekima watakuwepo. Dhiki itakuwepo, wamchao Mungu watakuwepo, nao watafundisha wengi. Ndio maana nimekwambia, umeona wameinuka wengi sasa, wote wanasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Wote wanaanza kuona, tutaendelea kukemea mabaya. Kwa hiyo dhiki haipunguzi watu wema wenye moyo wa kupinga mabaya, dhiki huwainua watu wema zaidi, na uweze kufahamu watu wa Mungu walithibitika zaidi kwenye dhiki, kwenye mabaya, na kutumia ujumbe ambaye sikolojikali unanitumia ujumbe kwamba tutakuonyesha mambo mengi mabaya kupitia miili mbali mbalimbali na maisha ya watu mbalimbali mbali. Kabla sijaona kwenye maisha ya watu walio karibu na mimi, naliyaona kwenye maandiko. Bibilia isema, usianze kujenga mnara ujahesabu gharama wanaonijua tangu miaka elfu mbili na tisa na kumi kumi na moja kumi na mbili kuendelea, wanajua niliongea sana kwa habari ya kuhesabu gharama. Niliongea sana na kwamba njia ya mageuzi ya kweli na ukombozi wa kweli imepita kwenye kufungwa, kuteswa, kuuawa na kuzongwa na watu wadhani wao wanakupenda, kwamba una hekima, una lana, una mikosi yanayokupata ni kwa sababu umemkosea Mungu na vitu kadha wa kadha. Ninachosema, kama hujui, kumkosea Mungu ni kumfanyia mtu lile ambalo wewe upendi kufanyiwa. Kumkosea Mungu sio kumkataza mtu lile ambalo wewe hupendi kufanyiwa. Lakini sasa nadhani maneno kama hayo yanakuwa ni vigumu sana kuya kuyafafanua kipindi ambacho unakuwa unapatwa na mabaya, sehemu kubwa unapatwa na mabaya ni ushindi kwa watu wengi wanaosema, sisi hatupendi kimbelembele, sisi hatupendi kujionyesha, ni watakatifu, ni wema, utakatifu wetu utabaki mioyoni, tutajua wenyewe. Mimi utakatifu wangu utakuwa wazi siku zote nitakazokuwa wazi. Biblia inasema jitahidini kujionyesha kwamba mmekubaliwa na Mungu. Wengine anasema kwa nini unajihesabia sana haki? Kusema, ni kwa sababu nina haki siwezi kujihesabia dhambi. Yesu aliwai kusema, nani anishuhudiae kwamba nina dhambi? kwa siwezi kujihesabia dhambi wakati sina. Lakini pointi kubwa hapa ipo kwenye meseji ambayo inatumwa, psychological message inayotumwa kwamba hebu yaone, hayo yatakuja makubwa kuliko hayo badilisha mtazamo wako wa kuwapinga wabaya, pinga mabaya kuchochea na kutengeneza watu wawe na moyo mwema na wapinge wabaya. Nataka nikujulishe hayo yote yaliyoonekana, yanayoonekana na yatakayoonekana ni madogo kuliko yaliyoandikwa kwenye Biblia. Mungu aliyeruhusu yote haya na njia za kuokoa zimepita hapa hapa. Kwa hiyo ukiacha hapa, unafanya kila ulichopoteza na kila hasara uliyoipata huko nyuma iwe bure. Lakini tukiwa katika mazingira kama haya, Mungu amewahi kuokoa na kufuta machozi na kuwafariji watu wakiwa hawakuacha lile waliotakiwa kulifanya. Mungu anaweza kuokoa hata baada ya wabaya kujitambishia kwamba nani awezaye kukuokoa katika mkono wangu huu? Shedrak na Meshake na Bednego walipoambiwa hayo na Nebukadreza kwamba ona, nilivyochochea moto, Mungu wa aina gani anaweza kuokoa na mkono wangu, aashedraki? Bila shaka jibu lao lilikuwa limemaanisha li, li, li kwamba tunajua umeshawahi, umeshawahi kuua mamilioni, maelfu ya watu kwa ukatili mkubwa, tunajua jambo moja, Mungu wetu aweza kutuokoa na mkono wako huu lakini hata asipotuokoa jua tu jambo moja, hatutakusifia katika upumbavu, katika mabaya, katika utekaji, katika uuaji, katika dhuluma, katika uharibifu unaokuwa umeshaufanya. Sasa Mungu aliokoa ha, sisi hajatuokoa mpaka wapi? Hiyo haifanyi sasa tukusujudie na uchafu wako, tukusifie na uchafu wako. Kwa sababu hivi hata tukisujudia hatupunguzi maumivu ambayo kwa sehemu kubwa yako kwenye miili yetu, kwa yale ambayo umeshayafanikisha. Kwa hiyo kama ni kuishi, tutaishi tukitaka tuaminiwe na Mungu awezaye kutufariji na kutufariji juu ya yote ambayo yanakuwa yameshafanyika kwenye miili yetu, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kufariji lakini pia Mungu anao uwezo wa, wa kuruhusu ubaya fulani juu ya maisha ya kundi lote lilo ratibu, iliyoshiriki iliyonyamazia kwa namna yoyote juu ya ubaya ambao haukuwa na sababu yoyote ya kumfanyia mtu ambaye pengine anajaribu kuonyesha kwamba tunaweza tukawa salama zaidi ikiwa kila mmoja ataangalia kufanya kwa namna ambayo na yeye angependa kufanyiwa hivyo, kwa habari ya kifo. Nimalizia hapo, katika Ibrania mbili mstari wa 14 anasema: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, ili awache huru wale ambao kwamba maisha kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kulikuwa na watu ambao muda wote walikuwa na hofu ya kufa. Wake kidogo tu, tunakuua kama yule, tutakutesha kama yule, tutakufanyia kama yule. Mwisho wa siku hana cha kulalamika, hana cha kujitetea. Akijitetea tu kidogo, akaeleza kidogo, tutakufanyia kama yule. Yesu alikuja kuondoa hofu ya aina hiyo, kwamba kama ni kufanya wee fanya, lakini nitakuonyesha mpaka mwisho, mpaka mwisho nitakuonyesha kwamba usilopenda kufanyiwa, usilopenda watoto wako wafanyiwe, unavyopenda watoto wako waishi kwenye nyumba nyumba unayopenda waishi, magari unayotaka watembelee, wanayotembelea, ndio maisha ambayo, ukiwa kiongozi, ukiwa kwenye kinafasi fulani, ndio maisha ungepigania kila mtu aishi kwenye maisha ya aina hiyo, na usione sababu ya kupata mgao wa aina yoyote, usione sababu ya kupata mgao wa aina yoyote wakula wewe peke yako, wakati kuna watu hawapati mgao wa aina hiyo. Unapogawia mgao wa aina hiyo, simama na kusema hapana, kuna watu wengine hawagawi tu, hii mgao tuuchukue tuupeleke kwa wote, wanufaike wote. Lakini nje na hapo, kuna ambao wao wanajifanyaga kama wao ndo watakatifu, lakini wako sehemu mbaya, wanapata migao, posho, eh, ku, lakini wanajua kuna watu wanateseka, kuna watu wanalia huwapingi huwakemei, hao wanao kugawia hiyo posho, na kwamba wanakugawia hiyo posho wakiwa wameumiza watu wengine walio kama watoto wako walio kama wewe, na unajiona unataka uamini tukuone wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Silence means it is mine, silence means it is comfortable, silence means don't touch it. Heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza anayecheka. Na adui yako ni adui yako, hata kama alikuwa rafiki yako. Kwa sehemu kubwa nataka tu nikujulishe kwamba sijajuta, sitajuta. Tumepotelewa, tumeharibikiwa na vitu ambavyo hatukutegemea. Hakuna kitu tunachoogopa, Kuharibikiwa, kupotelewa. Bila shaka unaniona hapa, basi nipo katika safari, nipo katika eneo, naenda mahali fulani. Na katika hali yoyote, we jua tu kwamba mimi si rahisi kuniona humo barabarani. Ukiniona ujue basi pana jambo, pana ujumbe umeitika, umetumwa. Pana ujumbe umetumwa, msemaji anasema message sent and delivered, na umefika. Psychologically umekupa taarifa ya kwamba cha moto kwenye hii dunia utakiona mpaka utakapogeuka. Mimi nikwambie njia pekee ya kupata faraja juu ya mabaya tunayokuwa tumeshayapata ni kuendelea na lile ulilojua ni la haki, ni njema, kwa nguvu kubwa kuliko nguvu uliyoitumia ulipokuwa unapata mabaya yale. Mimi huwa nafanya yote haya ili niepuke mabaya, na neno la Mungu na Biblia inatuongoza tufanye yote tunayofanya ili tuepuke mabaya. Tunapofika mahala, tunakutwa na mabaya, iko sauti inayokwambia bado njia ya kuja kuyafuta na kupata faraja juu ya mabaya hayo ni kuwa mwaminifu hata kufa, ni kubaki kwenye mtazamo wa aina ileile kwa nguvu ileile na kuidhirisha bidii ileile ambayo tumeonekana nayo wakati tuliposema Bwana huu mwema, tulipoona mkono wa Bwana. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, sijajuta, sitajuta, sitabadilika, na hata kama nitaaibika, jua tu ya kwamba sitaaibika milele, itakuwa ni ya kitambo kidogo. nikiishi Jua yote yanayonikuta yatanifanya kuwa mgumu sana, kuwa kiumbe mgumu sana, kwamba nitakuwa na mali, kwamba sitakuwa na chochote, lakini nitakuwa kiumbe fulani mgumu sana. Hilo litegemee. Lakini hata nikifa atakuwa ama nikabaki kwenye eneo ambalo siwezi kuzungumza tena, nitabaki kuwa kiumbe ambaye dunia itajua tumewahi kuwa na watu waliowahi kutendea haki ubinadamu wao katika siku nyingi walizoishi gera. Kwa kunisikiliza, ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, sema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heli mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa ama faye katika Bwana tangu sasa pate pumzika, mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno mara na hadha.